Wachawi ni viumbe ambao waliwahi kushindana hata na Musa wakati ule, lakini Mungu alipomwinua nabii, nabii alitenda miujiza iliyofanya miujiza yote ya kichawi na kiganga imezwe kwa nguvu ya muujiza wa Musa. Kwa hiyo ni mangapi ambayo ibilisi ameyatenda tayari kwako, na amekuwa muujiza Unaposema nilianza tu kama kipele, baadaye likawa donda kubwa, ni muujiza wa kichawi. Unaposema ulianza uvimbe mdogo tu, kumbe ni kansa, ni muujiza wa kichawi. Unaposema daktari ananiambia tumbo langu la uzazi liko sawa, lakini sipati watoto, huo ni muujiza wa kichawi. Unapoona wengine wanatibiwa na kupona juu ya tatizo hilo hilo linalokukabili wewe, lakini wewe huponi, huo ni muujiza wa kichawi. Waliwahi kufanya miujiza wachawi na waganga wakati wa Musa, walitengeneza nyoka za kichawi, zikafanya vita dhidi ya muujiza wa Mungu. Musa aliangusha fimbo yake chini ikawa nyoka, ikameza nyoka zote za wachawi waliotengeneza kutoka katika eh, kambi ya Farao. Vivyo hivyo, siku hii ya leo, Bwana amenipa uwezo wa kufanya muujiza usiku wa leo utakao haribu kabisa miujiza ya Ibilisi kwenye maisha yako. Ni muujiza gani wamefanya watu hawa ovu kwako? Tazama, wamefanya muujiza wa kwamba ufanye kazi alafu wao wafaidi jasho lako. Je, unajua kwamba unapokosa kitu fulani, kuna mtu anakuwa amepata kinyume chako. Dunia hii imeumbwa kwenye mfumo wa kinyang'anyi, wanapata wenye nguvu Ukiona kitu fulani hujakipata, kuna mtu amepata, amekuzidi nguvu. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu hadi mpokee nguvu, akiisha kuwajalia Roho Mtakatifu juu yenu. Ko lazima iwepo nguvu inayokupa uwezo wa kumshinda mwenye nguvu. Efeso 3:20 imeandikwa, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko yote mwa wazayo na kuliko yote mwa ombayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yani dunia hii pasipo nguvu huwezi kufanikisha jambo lolote. Kama umelala na njaa siku hii ya leo Haimaanishi hakuna chakula. Kuna mtu amekula chakula chako. Hii ni kweli, wapo wanaomwaga chakula leo kilichobakia. Kwa hiyo, ikiwa huna pesa saa hii, sio tatizo la pesa. Kuna watu wamekuzidi nguvu, wamekusanya na kilicho chako, kwa sababu saa hii napoongea na wewe, wapo watu wanagawa pesa kwenye anasa zile za ziada, zinazozidi zilikuwa za kwako. Maana Mungu alipoumba ulimwengu huu alitaka uwe wa kijamaa, uwe ulimwengu wenye usawa. Kwa nini wengine wamejilimbikizia zaidi, wamechukua visivyo vyao, wamevipeleka kwao?